Ni vipi? Karibu sana kwenye show lako la kibabe la Habari Link, tuna link up na stori za uh, keza burudani, you know what, au vipi. Mimi mtu wako wa nguvu Mary J 16, na tushazama kwenye kipindi chetu cha nguvu ambacho kinakupa vibe, au vipi? Na kila siku tuna share mob, ma story mob au vipi eh? Sasa leo nimekusogezea story ya wawili hao wa Zuchu pamoja na Diamond Platinum pia nime, nimemjumlisha Mange Kimambi au vipi, ambaye ni mtu wa umbea kinoma noma. Lakini sasa leo ameshushuliwa sana na mdada huko TikTok, au vipi mambo yamekuwa sio poa au vipi eh? Basi sasa ngoja tuende na hii hapa, nasema Mange Kimambi bwana huyu ni mwana blog na mwanaharakati maarufu wa Tanzania. Amekuwa mstari wa mbele katika kutoa maoni kuhusu uhusiano wa Diamond Platinum na Zuchu. Ingawa awali alionekana kuunga mkono mahusiano yao, hivi karibuni amekuwa akitoa matamshi yenye ukakasi kuhusu uh, mstakabali wa wawili hawa, you know what. Sasa awali bwana Mange Mange Kimambi uh, uh, aliunga mkono uhusiano wa Diamond Platinum pamoja na sindio, lakini sasa mnamo Machi elfu mbili na ishirini na mbili, Mange alieleza furaha yake kuhusu uhusiano wa Diamond Platinum, aki, akiwaita kap ya nguvu na kusema kuwa a, wanalingana vyema. Alisisitiza kuwa Zuchu ni mwanamke wa kipekee ambaye anafaa kuwa na Diamond. Hapo ni mwanzo ambavyo alikuwa anaunga hiyo ile, ile kapo, yolo, eh, lakini sunajua Mange bwana Mange ni mtu wa udaku, udaku, eh baadaye bwana Mange akabidi akosoe ule uhusiano. Hata hivyo mnamo Februari elfu mbili na ishirini na nne, baada ya Zuchu kutangaza kuwa ameachana na Diamond, Mange alimkosoa vikali Zuchu akisema kuwa hawezi kumwacha Diamond na kwamba anatafuta kiki tu. Aliongeza kuwa Zuchu anadhalilishwa kila mara na hawezi kuishi bila Diamond. You know what? Sasa kuna tuhuma za kwamba Mange aliripoti kwamba Diamond amtoroka Zuchu wakati wa malipo ya mahali au vipi? Sasa hii ilikuwa ni mnamo Februari elfu mbili na ishirini na tano. Mange alidai kuwa Diamond alimtoroka Zuchu wakati alipotarajiwa kulipa mahali, hatua muhimu ya kuthibitisha nia ya ndoa. si unajua eh. Uh, alisema kuwa Diamond, au vipi eh? Mm. Maoni ya Mange Kimambi kuhusu uhusiano wa Diamond Platinum na Zuchu uh, yamekuwa yakibadilika kulingana na matukio uh, yanavyojitokeza. Wakati mwingine ameonyesha uungwaji uh, mkono mkubwa, huku wakati mwingine akitoa ukosoaji mkali. Kwa Zuchu na Diamond Platinum tayari washaoana na, uh, Zuchu aka Zuhura au vipi. uh, sasa kuna video hapo na kuwekea Uh, mwanzo nadhani nilikutangulizia kionjo kidogo, lakini hapo kuna video nakuwekea. Huyu mdada bwana uh, anamchamba Mange kwa sababu Mange amekuwa akitoa habari uh, uh, ambazo za udaku udaku mwingi sana. Sasa hii habari imempiga chenga, isikilize hiyo hapo short clip alafu then niachie comment yako uh, wewe ulitarajia nini kati ya Diamond Platinum na Zuchu? Mimi naitwa MJR kumi na sita na hii hapa ni Habari Linki, a siku njema, bye bye. Talaka tatu, sio mkewe alokuambia kadisiwa na yeye akakosea kukwambia na aliyemwambia wala sijaachika, mume ni naye na natamba naye, upo nyombe ote komo. Hehehe.